17, nilikuwa najaribu kuwa mbunge wa eneo bunge la Kandui hapa Bungoma, chama cha ODM nikitafuta tiketi, wakati huo mimi kijana mdogo, nikafanyiwa ile kitu. Wakati nimefanyiwa ile kitu huko Kandui, Mheshimiwa Jirongo alikuwa mtu wa kwanza kunipigia simu nikirudi Nairobi, akaniambia nataka kukuona kwa ofisi yangu. Nikatetemeka na shangaa, huyu jamaa mtu mkubwa ananitafuta mimi mtu mdogo kwa nini? Akaniita kwenye ofisi yake pale Westlands, akaniambia Sifuna, hata kama hujapata tikiti ya ODM kule Kandui, mimi naamini wewe ni kiongozi, nataka nikupatie tikiti ya chama yangu. Na kwa sababu Jirongo alikuwa tofauti na hawa viongozi wengine, Jirongo ulikuwa unaweza kumkosoa na asisikie vibaya. Kuna wengine hata ukiandika tu kwa Twitter, huyu mtu ni bure, anakutumia polisi. Munawajua Mbama nyire